Kwanza kabisa niwakaribishe sana ndugu zangu waandishi wa habari na niwape pole, kwa sababu ni short notice tumetangaza uwepo wa mkutano huu wa waandishi wa habari, lakini mmeitikia kwa wingi sana kuja hapa. Kwa hiyo pia niseme asante kwa kuonyesha mnajali na mko tayari kuhabarisha umma yale yote ambayo yanaendelea kwenye klabu yetu kubwa, ambalo tumewaitia hapa siku ya leo mida hii ya jioni hapa makao makuu ya klabu yetu ya Yanga. Uh, leo wote mmeshuhudia uongozi wa klabu ya Young Africans tukiongozwa na makamu wetu wa rais tukiwa kwenye ofisi za bodi ya ligi ya Tanzania, na tulikwenda leo pale mahususi kabisa kwa ajili ya mkutano. Uh, siku ya tarehe saba bodi ya ligi hu hapa Tanzania iliwaandikia uongozi wa klabu Young Africans barua ya kuwaomba kushiriki kwenye kikao na walikiita kikao maalum ambacho kilikuwa na ajenda moja tu kujadili yanayohusu mchezo namba 184 na mchezo wa Kariakoo Derby kati ya klabu Young Africa na Simba Sports Club na katika barua hiyo bodi ya ligi walituomba kwamba ushiriki wetu ni muhimu kwa maslahi mapana ya klabu yetu, ligi kwa ujumla, na mchezo wa mpira miguu hapa Tanzania. Wito huu ulikuja siku ya tarehe saba, na leo uongozi wa klabu uh, wa klabu yetu ya Yanga ukatii wito huu kwa kufika kwenye ofisi za bodi ya ligi majira ya saa nne kamili asubuhi kwenda kusikiliza ambacho tumeitiwa kama ambavyo ajenda kuu ilielekeza kwenye barua, ndivyo ambavyo mwenyekiti wa bodi ya ligi Steven Mguto alifungua kikao na kutueleza sababu ya kutuita, na kimsingi alijikita kwenye kuelezea lili ambalo aliliainisha kwenye barua ya wito kuhusu mchezo namba 184 wa Kariakoo Derby, walitaka kusikia kutoka upande wetu wa Club Young Africans na sisi tusikie kutoka kwao kuclarify hapo nimeona waandishi wengi wachambuzi wengi mmeandika kilikuwa ni kikao cha maandalizi ya mechi si kweli hatukwenda kudiscuss maandalizi yoyote tulikwenda kudiscuss hiyo sintofahamu ya Kariakoo Dabi mchezo wa 184 yamejadiliwa mengi kwenye kikao kile na sisi club ya Young Africans tulipopewa nafasi ya kuzungumza tulizungumza mengi vile vile, kama ambavyo uh, bodi ya ligi ilizungumza mengi pia kupitia kwa afisa mtendaji mkuu wa bodi ya ligi. Na baada ya pale tulifunga kikao kwa mwenyekiti wa bodi ya ligi kutujuza kwamba amepokea yale ambayo club ya Young Africans imeyafikisha na wanakwenda kuyafanyia kazi na CEO wa bodi ya ligi alisisitiza kwa uharaka wa ambayo tumeyasema, na uharaka wa mchezo wenyewe, basi atafanyiwa kazi haraka ipasavyo, na tutapata majibu kwa njia rasmi ya, ya, ya taasisi. Tumeondoka pale, tumefika hapa ofisini. E, tumemwona mtendaji wa bodi ya ligi Almas <coughs> Kasongo akizungumza na waandishi wa habari na akigusia au akielezea yale ambayo yametokea kwenye kikao kile. Jambo zuri amelifanya lakini kwa masikitiko makubwa ambayo tuko nayo tulifikiri kama aliamua kuyazungumza yaliyozungumzwa kwenye kikao basi alikuwa na fursa ya kuzungumza yote. Eh, azungumze yote ambayo yalijadiliwa kwenye kikao. Sio, unazungumza kidogo, unaacha kidogo. Sasa kwa kuwa alikuwa na fursa ya kuzungumza mengi na ameyaacha nitumie fursa hiyo kuyazungumza yote ambayo yamezungumzwa kwenye kikao. Na hatufanyi hivi kwa lengo la kushindana na mtu, unafanya hivi kwa sababu jambo hili lina interest ya public, lina interest ya umma, na umma hautakiwi kupotoshwa kwenye jambo hili hata kwa bahati mbaya. Kila taarifa ambayo tunakubaliana iende public, basi iende ikiwa imekamilika. Taarifa isiende nusunusu au -nusu. Mtu usichague taarifa kwa sababu inakupendelea wewe au inakufeva ndio uitoe kwa public. Toa taarifa sahihi, kama umeamua kutoa taarifa sahihi. Moja katika mambo ambayo uongozi wa klabu ya Young Africans uliyauliza kwenye kikao, na ni swali ambalo wanachama, mashabiki na wapenzi wa klabu yetu wamekuwa wakijiuliza, na sio hao tu pekee, wadau wa mpira wa miguu nchi hii wamekuwa wakijiuliza na sio hao tu pekee, hata nyie ndugu zangu waandishi wa habari wa mmekuwa mkijuliza swali hili na hampati majibu. Swali gani? ni kuhusu ripoti ya uchunguzi wa mechi ya Kariakoo Dabi iliyopangwa kuchezwa Machi nane. Nini kilitokea hadi ile mechi ikaahirishwa? Hatujawahi kupata ripoti, nyie hamjui ripoti na sisi hatujui hiyo ripoti. Ilikuwa swali la kwanza kuulizwa kwenye kikao. Ndio maana nikasema unapokuja kuelezea taarifa ya kikao ni vyema ukaelezea taarifa yote usiguse nusu nusu. Hapa kwenye kwenye ripoti, ndugu zangu waandishi wa habari, ni kweli bodi ya ligi wamekiri ripoti ipo na wanayo ya kilichotokea Machi nane na afisa mtendaji mkuu wa bodi ya ligi Almasi Kasongo akakiambia kikao, ripoti ile yako mambo ambayo yanawafanya ya washindwe kuisema public ikiwemo, kwa mujibu wake, ikiwemo katika ripoti hiyo inaonyesha yupo kiongozi mkubwa wa serikali ambaye ndani ya kikao walimtaja alipiga simu geti la Benjamin Mkapa lisifunguliwe siku ya Machi saba. Nashangaa kwenye taarifa yake aliyozungumza na waandishi hajalisema hilo lakini ndani ya kikao amekiri, ripoti iko wazi kwayo. Nitumie fursa hii kuwaambia ndugu zangu waandishi wa habari, kuwajuza umma na Watanzania kwa ujumla, ripoti ya kilichosababisha Machi nane mechi isipigwe ipo tayari, na bodi ya ligi wako nayo, hawajakuwa na utayari wa kuja kuisema kwa sababu zao, na moja ya sababu amesema afisa mtendaji mkuu wa bodi, yupo kiongozi mkubwa wa kiserikali ambaye alizuia geti la Benjamin Mkapa lisifunguliwe siku ya Machi saba. Kwao nitumie fursa hii kumwambia Almasi Kasongo, kumwomba akiwa anazungumza, next time nikipata fursa ya kukutana naye, waambie watanzania wanataka kujua ripoti ya Machi nane Clean ilivyoeleza umma upate kufahamu. Umma hautaki kubaki na sintofahamu. Mbali na hilo, tuliwasilisha ripoti yetu na tukaeleza matakwa ya klabu ya Young Africans. Tuliwasilisha ripoti yetu na tukaeleza matakwa yetu ya klabu ya Young Africans. Ni kweli tumeainisha matakwa haya manne kama mlivyoambiwa na kama mlivyosikia na kusoma, tumepeleka matakwa haya manne, lakini ukweli ambao hamjaambiwa, matakwa haya manne tumeyagawa kwenye phase mbili kuna matakwa ya muda mfupi na kuna matakwa ya muda mrefu. Tuelewane vizuri ndugu zangu waandishi wa habari, na hii taarifa ni muhimu mkaipata ikiwa imenyooka, ili umma upate kuelewa. Tumeitwa kwenye kikao kwa sababu ya mchezo namba, namba 184. Mchezo huu ulihairishwa Machi nane, umepangiwa tarehe 15. Klabu ya Yanga imesema haitashiriki huo mchezo, na ndio msimamo ambao uliwasilisha kwenye ikao mbele ya bodi. Ili tuweze kushiriki mchezo huo tulikuwa na matakwa yetu mezani, na matakwa hayo jumla yalikuwa manne. Katika haya manne, ndugu zangu waandishi wa habari, matatu ni matakwa ambayo tunaamini yakitekelezwa kwa haraka klabu yetu ya Young Africans itakuwa tayari kwenda uwanjani kwa tarehe nyingine tofauti na 15 kwenda kucheza mechi ya Kariakoo kariakda, lakini takwa moja katika hayo manne ni takwa la muda mrefu, sio takwa la leo wala kesho. Kwa hiyo asitokee mtu akawadanganya kwamba klabu ya Yanga imekuja kuomba haya, alafu katika haya kuna mchakato sijui upitie uende wapi. Ni uongo. Tumeo matakwa manne na matakwa haya hapo kwenye phase mbili na barua yetu tuliowasilisha bodi ya ligi imejielezea specific kwamba mkitekeleza matakwa haya matatu, mbungi inapigwa, ili moja ni takwa kwa ajili ya mpango wa muda mrefu. Matakwa haya manne ni yapi, na matatu ambayo specific tumeainisha ili afanyiwe kazi tuweze kucheza pia ni yapi? La kwanza, na la kwanza linakwenda sambamba na la pili Akwanza klabu ya Young Africans imetaka kuvunjwa mara moja na kujiuzulu kamati nzima ya uendeshaji na usimamizi wa ligi kuu Tanzania. Hii ilikuwa namba moja, kuvunjwa au kujiuzulu kwa kamati nzima ya uendeshaji na usimamizi wa ligi Tanzania takwa hili linakwenda sambamba na takwa la pili la kujiuzulu kwa afisa mtendaji mkuu wa bodi ya ligi CEO wa bodi ya ligi kwa nini takwa la kwanza na la pili linakwenda pamoja na kwa nini tumesema hili likitekelezwa klabu ya Young Africans iko tayari kucheza mchezo namba 184 kwa sababu kuhairishwa mechi ya machi nane kuhairishwa mechi ya Machi nane, tunaamini kama klabu, hapakufuatwa utaratibu na palikuwa pana uvunjwaji mkubwa wa kikanuni hapana utaratibu uliofuatwa, na kulikuwa na uvunjwaji mkubwa wa kikanuni hivyo, tunaamini CEO wa bodi ya ligi na kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi ilifanya haya kwa makusudi kabisa kwa ajili ya kuipa feva timu fulani. Sasa basi, kwa sababu watu hawa wamevunja kwa makusudi kwa ajili ya kuweka upendeleo kwa baadhi ya timu kanuni na kuhairisha mchezo wa Machi nane, Club Young Africans haitakuwa tayari kushiriki mechi hii ya 134 namba 84 kama kamati nzima ya uendeshaji na usimamizi wa bodi haitajiuzuru au kuvunjwa na afisa mtendaji mkuu pia, na yeye kuondoka. Jambo la tatu ilikuwa ni kujiuzuru kwa katibu mkuu wa TFF ndugu Wilfred Kidao. Kwa nini uongozi wa klabu ya Young Africans umeweka hili kama takwa? ndugu zangu waandishi wa habari, hiki kilio mmekuwa mkikisikia sana na sio ukisikia, mmekuwa mkikiona. Kumekuwa na maamuzi ma, ya hovyo maamuzi mabovu kwenye michezo ya ligi kuu Tanzania msimu huu. Waamuzi wamekuwa wakifanya maamuzi ya hovyo sana, lakini kwa bahati mbaya waamuzi hawa wamekuwa wakijirudia kwenye mechi na hawachukuliwi hatua yoyote licha ya kufanya madudu kwenye baadhi ya mechi Yaani, mwamuzi anakosea leo, kesho anarudi, kesho kutwa anarudi na hakuna hatua yoyote inayochukuliwa. Ndugu zanguni, sasa kamati ya waamuzi ipo chini ya katibu mkuu wa TFF. Tunaamini haya madudu yanayotokea haya, kuto kuchukuliwa hatua kwa waamuzi kwa wanaoyafanya kuna influence yake hivyo, na sisi hatutakuwa tayari kucheza hiyo mechi ya namba 184 na kama katibu mkuu wa TFF hata kuwa amejiuzuru, hatutakuwa tayari kupeleka mechi pale. The same referees kwenye chombo kile kile, mtu yule yule, na tukapeleka timu. There is no way hilo litatokea na hii nimeisema specific mpate kuielewa. Katibu mkuu wa TFF, kamati ya waamuzi ina ripoti kwake, na madudu yote ambayo yanapigiwa kelele, na klabu ya Young Africans imeainisha kwenye ripoti yake mbele ya bodi ya ligi. Kila kosa la waamuzi tumeliainisha mbele ya bodi ya ligi na makosa haya. Masikitiko yetu ni kwamba watu hawachukuliwi hatua licha ya kukosea, wanarudi tu, yaani wanarudi. Mtu anakosea leo, anapangiwa mechi Jumatano. Jumatano anakosea, anapangiwa mechi Jumamosi. Repetition hii uongozi wa klabu ya Young Africans hauoni kama katibu mkuu wa TFF anastahili kuendelea kwenye nafasi yake kwa sababu hakuna haki inayopatikana kwenye pichi hakuna haki inayopatikana kiwanjani ligi yetu inavyosemwa ni ligi namba nne kwa ubora barani Afrika fakta ya waamuzi hauwezi kuacha kuitaja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 na barua yetu ilikuwa very clear, kwamba hili ni jambo tunalotazamia la muda mrefu. Sijui kama mnanielewa vizuri, hili ni jambo la muda mrefu. Next season huko tunaweza sasa kuanza kufikiria kuwa na bodi huru inayojitegemea, na ndiyo standardi za dunia kuwa na bodi huru inayojitegemea.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 punguzeni pointi hapo, aguse na ajaribu kugusa hata nusu pointi, hiyo pointi 15 mbali nusu pointi, aguse alafu ataiona nguvu ya wananchi. na zungumzaji hizi pointi sabini na tatu, ndugu zangu, tumezipata kwa jasho sana, haikuwa rahisi Yanga kuwa kinara wa ligi sasa hivi. Kuna jasho limemwagika, kuna fedha imetoka hapo, watu wameingia gharama Watu wamepata shida, wameacha familia zao, kusafiri umbali mrefu kuisapoti hii timu, alafu ukae na tai useme na kata pointi. Jaribu kugusa pointi moja ya Yanga Afrika, jaribu na niongezee hapa, tuonyeshe kwamba we are very serious kwenye hili. Nimeona leo imetoka taarifa, fainali ya kombe la shirikisho la CADB tarehe 28 Zanzibar. Niambie ofisi ya katibu mkuu wa TFF na tuwaambie wenye mashindano haya, benki ya CRDB, klabu ya Yanga haitacheza mchezo huo wa fainali kama hatujalipwa pesa yetu ya ubingwa msimu uliopita. <laughs> Tuko very clear mpaka maake, tumetumeleana kwa muda mrefu hapa. Kama hatujalipwa deni letu, haki yetu ya ubingwa ya kombe la shikisho ya CRDB msimu uliopita Yanga haitacheza hiyo mechi na huko pia hatuchezi. yes. So very clear. Kama hatujalipwa hela yetu ya ubingwa. Hii ni haki yetu, msimu mzima tumeisubiri hapa, tumeshaandika barua sana. Tumeshaandika sana barua hapa. Sasa iko very clear, na huu ndio msimamo wa taasisi. Kama hiyo hela hatutalipa ya ubingwa, taarifa hii ifike kwa ofisi ya katibu mkuu wa TFF iwafikie, na wenye mashindano benki ya CRDB Yanga hawatakuja Zanzibar kucheza hiyo mechi mpaka hela imeingia kwenye akaunti. Zaidi ya hapo hakuna maelezo mengine. Ndugu zangu, wana yanga duniani kote ambako mnanisikia, aminini msimamo huu wa viongozi wenu, ni msimamo ulionyooka, msimamo usiyoyumba, na hayuko mwanadamu wa kutuyumbisha kwa hapa tulipofika tutasimamia haki yetu kwa maslahi mapana ya klabu yetu na maslahi mapana ya mchezo wa mpira wa miguu Tanzania. Haki yetu itapatikana na wa kuisimamia ni sisi wanayanga wenyewe. Viongozi ambao tumewachagua kuwaweka madarakani ni viongozi ambao wamenyoka na wanasimamia kwenye haki wanayoamini klabu ya Yanga inastahili kuipata.